Habari, naitwa Kabaisa ndani ya Mastaz TV, na kwa siku ya leo nipo mwana na mwanadada atakuja kujitambulisha majina yake, na pia kuna maswali ambayo tutakuja kuzungumza naye ili tupate majibu kutoka kwake, na ukumbuke kwamba hichi ni kipindi cha msimu wa Valentine. Kwa hiyo maswali yangu yatakuja kulenga msimu wa Valentine. Habari. Salama. Uko poa? Uko poa. Mambo mengine unasemaje? Na mimi inaenda vizuri. Okay. Mm. Kwa majina naitwa nani? Naitwa Sada. Sa? Sada. Sada. Mm. Okay, Sada, kwenye maisha ya kawaida huwa unaishughulishana vitu gani? Biashara. biashara gani? Yani ukanga biashara hizi, biashara ndogondogo za vyakula. okay. Mm. Kama ndogondogo za vyakula, kuna, kuna chapati kuna nini? Kwa nini? <laughs> chapati maandazi. Okay. Mm. Hapa okay, kuna maswali yangu nataka nikuulize kuhusiana na, kwa sababu tupo kwenye msimu wa Valentine. Hivi upo kwenye mahusiano kwa sababu gani sasa? Sipo tu. Maana mwezi wa pili ni msimu wapendanao, n yani, yani tunaelekea kwenye msimu wapendanao, tarehe 14 patakuwa ni sikukuu ya wapendanao. Sasa hautarajii kitu chochote kupata kwa mtu? A -a. Mm tarajii tu. mm. mm. au wewe, kuna hamna, kuna utakayempelekea? e. kwa sababu gani? mm. mm. amna tu amna? Yaani unaishi wewe bila kuwa na, na, na mtu yoyote e. niko peke yangu. Wewe una miaka mingapi? kumi na nane. Ina maana ushavuka miaka ya serikali e. Ushakuwa mtu mzima sasa. Inakuwaje mtu mzima ambao upo peke yako E, nimependa mm. mm. e. e, ni maana upo single. Kuna maswali hapa, kuna maswali ya, ya mtu ambaye yupo single. Sasa subiri hapa niangalie hapa hivi okay. Okay, hivi kwa sasa kwa mtazamo wako, jinsi unavyoona baadhi ya watu nakuta wapo kwenye mahusiano, hivi unaamini kwamba kuna upendo wa kweli? Sijajua mm. sijafuatilia bado mm. mm. Lakini kuna, lakini kuna muda mwingine una, unapata, unapata fununu kwa baadhi ya, ya watu ambao wanakuwa kwenye mahusiano e, napata sasa yeah. mm. Haujawahi uh, uh, kufuatilia sasa ili ujue kwamba kuna upendo kuna wa kweli? Sijawai kufuatilia nimesema kweli tu. Kwa sababu gani? Sijawahi yaani kufuatilia sasa hivi. Kati ya ni, kati ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya upendo wa kweli na, na, na pesa, kipi ambacho kina nguvu kwenye kwa watu ambao wanapendana? Kwa mimi ninavyoona ni pesa tu, pesa ndio ina nguvu mm. upendo haupo, hamna. Kwa sababu gani? hapo ndio sijafuatilia bado vizuri mm. mm. mtu mtu, mtu, mtu sasa ambaye anayependa pesa unaweza kumshauri nini? anayependa pesa Kuweka upendo wa kweli tamshauri, acha tamaa. mm. mm. So okay, Valentine ni mapenzi ya kweli au ni biashara? mm. Sijai kufuatilia hata masikukuu mimi si <laughs> <laughs> siajui, ndio maana nashangaa eh? na kwa sababu si siajui tu mimi sikuzoea kuyani ya masikukuu yafuatilia yeah. mm. Ndipo hapo sana na, na, shida kuelewa sababu unaposema kwamba hujui na wakati una ina maana wewe una ndugu sasa. Ndugu nao. Marafiki. Ni nao. Ambao au ambao ambao hawajaolewa. Wapo pia. Na ambao wao na ambao wameshaolewa. Wapo wote. Okay. Sasa uki ukiangalia, okay, mtazamo wao jinsi wanavyoishi na wale ambao wameolewa jinsi wanavyoishi na na wamezao au wale ambao wako kwenye mahusiano na na wapenzi wao. Uoga unaonaonaje? Ah, mimi na watu kawaida. Mhm. Hujawahi kushawishika na wewe utafute mtu ambaye unaweza ukaishi naye. Sijawahi. Mhm. Mm eh, basi ya no. Chochote cha kuambia watazamaji wa Mastaz TV ambao wanakutazama muda mm huu. Mhm. Chochote cha kuambia. Sijui. <laughs> <laughs> Au chochote cha kuambia? Mhm. Mm Au haina jicho mm -hmm. chote? Mhm. Mm Sada. Sada. Mm -hmm. Eh, bwana, hapa nilikuwa na Sada tupiga stori mbili tatu kuhusiana na kila ambacho ambacho e, kipo kwenye ki, ki, ki, msimu wa mwezi wa pili. Sema tu yeye amesema kwamba bado haja hajawa na mtu yoyote kwenye mahusiano yupo single kabisa yani, lakini ukumbuke kwamba miaka ashakuwa na miaka kumi na nane sasa, kama kuna chochote ambacho utaweza kunani, wewe dondosha comment yako hapo, tutakuja kuisoma ili ujumbe umfikie. Nikusikia kitu kimoja, usisahau kusubscribe, kulike na comment, na ule wa kwanza kupata habari zetu kutoka ndani ya Masters TV. Alikuwa ni mtangazaji wako Isaac Kabaisa, nikisema bye bye.